Wapendwa masista, wapendwa baba zangu, mama zangu, wapendwa kaka zangu, dada zangu, kalumna na kanyanyazi umkama mlunjii ugunde bona wazoletu. Hatari ya hadithi moja. Hatari ya hadithi moja, naomba tuseme Hatari ya hadithi moja, naomba tuseme kwa Kiingereza, the danger of a single story. <coughs> <coughs> Tumesikia katika Injili Asaumu mstari Luka sura 20 mstari wa 27, baadhi ya Masadukayo wale wasimao ya kwamba hakuna ufufuo walimwendea Yesu. Wana hadithi moja tu ya maisha ya hapa duniani, hawana hadithi nyingine kwamba kuna maisha baada ya maisha, na hiyo ni hatari sana kuwa na hadithi moja. Hata simba ana hadithi yake, lakini haijulikani kwa sababu waandishi ni wawindaji. Simba na hadithi yake lakini haijulikani kwa sababu waandishi ni wawindaji. Kuna hatari kubwa ya hadithi moja. Jicho moja aliwezi likaona kila kitu. Kuna upande huu, kuna upande huu, kuna upande huu, kuna upande huu eh, na upande huu na upande huu. Jicho linaweza likaona upande huu lakini likaacha upande huu kuna na upande huu kuna na upande huu na kuna upande huu. Hii inaitwa perspective. Naomba sema perspective, naomba sema kwa Kiingereza, outlook <laughs> yani historia, hadithi moja haitengenezi historia, hadithi moja haitengenezi historia. Kuna hadithi nyingine, na ndiyo maana Wahaya walisema Tuwakura mla bwanya konjo utakaulile bwanya kaisiki. Huwezi ukaamua kesi ya mvurana kabla ya kusikiliza upande wa msichana. Sisi tunasikiliza kesi nyingi, anza kaja mwanaume kuelezea kwamba ameshindwa kuishi na mke wake, yani akikupa story, akikupa matukio, unaweza ukasema, hapana, huyu mwanamke ameshindikana. Ngoja mwanamke aje sasa, aelezee mambo ya mwanaume, unabaki eh, okay. <laughs> Yanatisha. Kwa hiyo lazima kusikiliza pande mbili, na ndiyo maana kuna watu katika jamii unaweza kufikiria ni mtu mbaya, anapoaga dunia, angalia jamaa zake wanavyolia wanamthamini, kwao ni mtu mzuri mno wanamuelewa kuliko jamii inavyomwelewa. Nyiye mneokuwa mnasema ni mshenzi. wana wanafamilia wanaona wamepoteza, pengo lake halitazibwa. Wengine kwenye jamii wana hadithi moja, lakini wanafamilia wana hadithi nyingi. Kwa hiyo kuna hatari ya hadithi moja. Mwambie jirani yako kuna hatari ya hadithi moja, naomba msukume sukume, unamwambia kuna hatari ya hadithi moja. Kule India kuna hadithi ya vipofu sita. Walikuwa wanataka kujua tembo yukoje, ni vipofu awaoni Sasa mmoja aliposhika mguu wa tembo, akaona ni kama nguzo ya kanisa, nguzo kubwa, akasema tembo ni kama nguzo. Mwingine akashika sikio, akasema tembo ni kama dishi la Azam <laughs> Mwingine akashika shingo akasema tembo ni kama bomba, haya mabomba ya, ya mafuta kutoka Uganda, hii bomba la mafuta sema ni kama libomba la mafuta. Mwingine akashika mkia akasema tembo ni kama kamba nene ne. Mwingine akashika upandeni hapa kwenye tumbo akasema tembo ni kama mbao. Mwingine akashika mgongoni akasema tembo ni kama ukuta. Lakini watu waliwaambia, mnachosema ni ukweli lakini haujakamilika. Chimamanda Ngozi wa Nigeria ameandika kitabu The Danger of a single story, hatari ya hadithi moja. Hatari ya hadithi moja inaleta upotoshaji, na akasema tujikite kwenye hadithi nyingine. Sasa nitataja hatari tatu za hadithi moja. Hatari ya kwanza ni kupofusha akili. Hadithi moja inakupofusha. Mwambie jirani yako hadithi moja inakupofusha. Kuna chura wawili, mmoja aliishi kwenye kisima, mwingine aliishi nchikavu, anakaa mitoni, anakaa kwenye miti nyenyasi. Siku moja akaamua kumtembelea chura kwenye kisima, akaanza kumwelezea kuna nchikavu, kuna miti, kuna pines, Eh, kuna miti mbalimbali. Akasema, unanidanganya, dunia yote ni maji. Mimi nimezaliwa kwenye kisima, naishi kwenye kisima, dunia yote ni maji. Huyu akasema hapana, uje nikutembeze, uone kuna upande mwingine, kuna hadithi nyingine. Huyu akasema achana na wewe, mimi sitaki uongo uongo. Basi akakaa kwenye kisima, maji akakauka, akafia humo. Alikuwa na upofu, anafikiri maisha ni hadithi moja. Nao Mafarisayo walikuwa ni wasomi, matajiri, wana sheria, lakini hawakuamini maisha baada ya maisha. Walifikiri tukiishi hivi ndio mwisho wa mambo. Sasa wanamtega Yesu eh, wanasema eh, sio wanasema kuna ufuko. Haya, alikuwepo mwanamke aliolewa na mwanaume, akaaga dunia mwanaume yule mwanamke akachukuliwa na ndugu yake, na yeye akaaga dunia <gulia> sababu, so mwanamke alikuwa na mkosi kweli. <gulia> Ehe, akaolewa na mwingine, watatu hivyo hivyo mpaka wote saba. Atakuwa mke wa nani? Walipomaliza kuuliza, wakaanza kugongeana, wakasema leo tumempata. <gulia> atoki hapa <gulia> leo tumempata. Yesu akawaambia kule mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Naona wengine wamesikitika, wa Kristo hakuna <laughs> kuoa wala <laughs> kuolewa, watu tutaishi kama malaika, tutaishi kama malaika. Hawa Sadukayo walifikiri tukishaishi mambo yameisha. Ni hatari na kufusha macho, kuna upande mwingine. Mama mmoja alikuwa na mapacha wakiwa kwenye tumbo la uzazi, ndio dunia yao, wanafurahi wanapiga piga tumbo. Baadaye pacha moja akazaliwa, pacha aliyebaki akasikitika, akasema mwenzangu amepotea. Alipozaliwa akafanya nini? Akamuona, wakafurahi wote. Aliyekuwa na analalamika alikuwa na hadithi moja, lakini kuna hadithi ya pili kuna maisha baada ya maisha. Uzima hauondolewi ila unageuzwa tu. Uzima hauondolewi ila unageuzwa tu. Mimi nilipokuwa na miaka kumi nilikuwa hivi, nilikuwa hivi, lakini alikuwa ni mimi. Ndio nilipokuwa na miaka mitano nilikuwa hivi, lakini alikuwa ni mimi. Nilipokuwa na miaka mitatu nilikuwa hivi lakini alikuwa ni mimi nilipokuwa na miezi mitano tumboni la, la uzazi la mama yangu miteunestina nilikuwa hivi, lakini alikuwa ni mimi ndio. Mbona unakataa? Alikuwa ni mimi. Nilipokuwa na dakika mbili tumboni mwa mama yangu nilikuwa hivi ehe, lakini alikuwa ni mimi ndio. Mtu anazaa mtu anazaa mbwa. Tembo anazaa tembo, alikuwa ni mimi. Ni uzima nilipozaliwa, uzima ukuondolewa, niligeuzwa tu, nilibadilika tu sasa. <laughs> niko hivi <izu. laughs> makofu kwa <wa. laughs> uzima hauondolewi, ila unageuzwa tu. Watu walioanza dunia, uzima ukuondolewa, ila umegeuzwa tu hakuna kitu kinaharibika, wana sayansi wanasema, wapo na upofu. Point ya pili, hadithi moja inamwekea Mungu mipaka asiye na mipaka. Hadithi moja inamwekea Mungu mipaka asiye na mipaka kwamba kwa Mungu maisha ni haya. Wengine wanajiuliza sasa, walioliwa simba wakifuka itakuwaje? <laughs> waliokufa kwa ajali ya moto wakateketea wakifuka itakuwaje? Mwache Mungu aitwe Mungu. Mwambie jirani yako, mwache Mungu aitwe Mungu. Huwezi Mungu kamwejani paka. Kuna mtoto mmoja aliona mama yake anapanda mahindi anayasiti Akasema, mama, mbona umepanda mahindi, si yatapotea? Si ulipoyapanda hivi yataoza, yatapotea? Akasema, hapana, yatachukuka. Yakishaoza yatafanya nini? Yatachukuka. Na ndio imani yetu kwamba kuna maisha baada ya maisha. Hata kwenye tamaduni zetu za Wahaya tunajua kwamba kuna maisha baada ya maisha. wajukuu wajukuu wao wanafanya utani wakifiwa na babu waga wanaimba, tafire tafire araijakwaigoro. Wanaimbaje? tafire tafire araijakwaigoro, tafire tafire araijakwaigoro. Yani ajafa ajafa, atakuja jioni. Wanatania, lakini katika utani kuna ukweli. Kuna jioni nyingine ataonekana, Mungu atakapowafufua wazima na wafu. Na kuna tamaduni zetu, waga jina wanadirisisha kuonesha kwamba mtu aendelee kuishi. Utakuta mtu amechukua jina la babu ama jina la bibi, ili mtu aendelee kuishi e. Asa unapochukua majina chukua jina la jamaa aliyekuwa na tabia nzuri. Kwa jina <laughs> alikuwa mkatili, unashangaa na mjukuu ni, ni mkatili ndio maana ga tunachukua majina ya watakatifu ili tuwahige watuangukize wa, unapochukua jina angalia jina unalolichukua. Pointi ya tatu, hadithi moja inajenga ukuta na kuleta ubinafsi. Mafarisai walikuwa na hadithi moja ambayo ilijenga ukuta na kuleta ubinafsi, lakini hadithi nyingine inaleta daraja. Tunaposema ni mwezi wa kuombea marehemu, tusiwe na hadithi moja ya marehemu jamaa zetu. Tunaposema tuwaombea marehemu, mtu anaweza kufikiria haraka ni babu, ni bibi, ni shangazi, ni mjomba. Basi hiyo ni hadithi moja. Kuna mjomba na shangazi, lakini kuna jirani <laughs> Usiwe na hadithi moja ya familia moja, hadithi moja ya wana ukoo, unaombea wale wenzako, lakini kuna na mapadri waliaga dunia <laughs> nasikia misa zinazotajwa ni za hadithi moja za watu wa kategori moja, kundi moja la wale. Je, kuna na masista hawakuaga dunia? kwa hiyo Hadithi moja inaweza ikajenga ubinafsi kujifikiria wewe tu ama familia yangu tu baada ya kuwafikiria wengine unapoambia walioaga dunia waombee na watu wengine ile utakapoleta nia za misa nakuomba sana cheki unaowaombea naomba kuwepo na mtu mwingine ambayo si mwanafamilia nakuomba sana Unapoleta nia za misa taja wanafamilia lakini pawepo na mwingine ambayo si mwanafamilia, kuonyesha kwamba mbingu ni ya wote. Baba yetu uliye mbinguni, useme baba yetu, useme baba yangu, utusamee dhambi zetu, useme dhambi zangu. Eh, utupe leo mkate wetu, useme unipe leo mkate wangu. Kuna na watu wengine. Ndio maana kuna tajiri mmoja, ombaomba alikwenda kwake kula chakula akamwandalia barazani, akamwingiza kwenye nyumba aketi. Sasa akisema tusali sala baba yetu kabla ya kula. Yule tajiri akisema tusali, namwambia maskini, wakaanza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Yule tajiri akisema Baba yetu aliye mbinguni, masikini akisema Baba yako aliye mbinguni. Sema, sema baba yetu. Sema, baba yako. Sema, sema baba yako aliye mbinguni. Sema, kwani unasema hivi? Akisema, kama angekuwa baba yetu ungenipeleka mezani. <laughs> Wewe jaribu kuwakumbuka na wengine mimi. Tunapowaombea marehemu, nawaomba sana, tembelea makaburi, isipite siku -si bila kutembelea kaburi la familia na kuwaombea. Tembelea takaburi la jirani, sio la familia tu, na umwombee jirani, ingawa wengine wanaweza wakashtuka kwenye kaburianatafuta nini? <laughs> nweza kashtuka kakitokea, eh? Eh? loroto utalitambua kwenye kaburi la familia unatafuta nini? no, watu wana mambo. <laughs> no shirikishana wazo hili na jumuiya, wanajumuiya, na leo nimelitaja kanisani, huenda familia nyingine ana makaburi pale, kuwa na mtindo wa kusali kama jumuiya na kuzunguka kuwaombea wale walio aga dunia. Unakuta wakati mwingine makaburi yamejaa magugu. Kuna aina ya magugu tunaita urumbuu ama kwekwe kwe. Ni aina ya magugu ambayo inaingia ndani sana, ikijitokeza nje, imaana imeicha ingia ndani sana. Unaweza ukakuta kaburi limejaa kwekwe, yaani ina maana kwekwe zimeisha pita kwenye fuo ya marehemu. Sasa mm, mm, mm. Naomba tusafishe makaburi, si lazima kaburi liwe na tairi. Ukiwa na uwezo weka tairi, lakini nikupatie angalisho: kama ukuweza kumsaidia mzazi kukaa kwenye nyumba ya tairi, unangoja hage dunia umwekee tairi kwenye makaburi A mm. Uh. Mweke kasmenti akiwa hai, mweke katairi ka akiwa hai, akazoe akafanya nini, akazoe. Tuko wote, hey. Lakini kama uwezi, we kanyasi, we kanyasi, tangaza nyasi nzuri, lakini safisha makaburi, tengeneza makaburi vizuri, na jambo la mwisho tunapoombea marehemu akipashi kuwa na hadithi moja. Lakini tunapohuzunika tujue kwamba huzuni haina kauli ya mwisho, tutakutana tena, ni kwa heri ya kuonana, ni buriani. Kwa Mungu hakuna lisilowezekana, usimwekee Mungu mipaka. Mbona Yesu Kristo aliingia duniani kwenye sehemu ambayo imeandikwa no entrance, huwezi ukapita, hamna mlango mm -mm, mm -mm. Tumbo la bikira Maria palikuwa pameandikwa, hakuna mlango, no entrance, akaingia. <laughs> Kaburini palikuwa pameandikwa, no exit, huwezi ukatoka, hakuna mahali pa kutokea, akatoka. Usimwekee Mungu mipaka. Sasa tunapowakumbuka marehemu wote tunaombea, kumbuka jambo zuri ambalo unaweza ukawaiga. Kila mtu ana jambo zuri lake ambalo unaweza ukamwiga Unapomwombea kumbuka, ni mwige kwa lipi? Mungu ametuwekea mwanga na giza, namna ya kuishi ametuwekea kabisa. Ukiishi kama fulani aliishi hivi, akaishia vibaya, unaelewa? Akaishia vibaya, unasikia mtu fulani alimtukana baba yake, akamfanyia jambo baya baba yake jambo baya limempata. Kwa hiyo usimfanyie mzazi jambo baya, usimtukane mzazi mpaka anatoa maneno mabaya kwa sababu fulani alimfanyia hivi mzazi, angalia yanayompata. Kwa hiyo awa walio kutoka watufundishe, na kila mara uwe na kitu ambacho watu watakukumbuka. Watakukumbuka kwa lipi? Naomba kila mtu ajiulize swali: nani ataomboleza nitakapoaga dunia? Naomba kila mtu ajiulize kwa sauti kubwa, nani ataomboleza nitakapoaga dunia? Hmm, hamtaki kusema. <laughs> Naomba tujiulize, nani ataomboleza, tuseme, nani ataomboleza mtakapoaga dunia? Nani ataomboleza nitakapoaga dunia? kuna watu ambao umewagusa katika maisha au wataongoleza. Waguse watu, waguse watu katika maisha. Fanya kitu ambacho kitawagusa watu. Jana jana kuna mama mmoja anatoka Mbeya, alikuwa amekuja kwenye kilio, amekuja mkoba kwenye kilio, na akanipigia simu kwambie, father nimekuja mkoba Uwaga, kuna padri mimi namsapoti pa kwa kununua vitabu vyako, namtumia naomba father uniletee vitabu. Sasa shughuli zikawa nyingi, nikakosa namna. Jana nikaondoka huku saa nne na nusu na wai airport kumpelekea vitabu ili ampelekee padri aliyekuombea, na yeye naniambia, mama padri unanigusa kwa maandishi yako, mpaka naona yanafaa, ni mtu wa mbea anakunda kutafuta vitabu ampelekee padri wambei. Kwa sababu gani? yeye kwake nimemgusa, yule padri nimemgusa katika maisha. Huwe na watu wakugusa katika maisha, huwe watu wakugusa, fulani alinigusa. Hao watu wataomboleza, au watu watakukumbuka, au watu watakuombea. Tumsifu Yesu Kristo.